Ni wakati mwingine tena ambao tunakutana katika Jamii Leo, lengo ikiwa ni kuweza kukujulisha yaliyojiri siku hii leo hususan kutoka katika mtandao wako wa Jamii Forums. Mimi naitwa Ramadan Ngoda. Tukiwa tunakukaribisha na nianze na taarifa kuhusiana na Wizara ya Elimu, yenyewe imekanusha kuzuia diploma kwenda chuo kikuu. Ni taarifa hiyo ambapo Wizara ya Elimu imetoa ufafanuzi uh, haijapiga marufuku watu wenye stashahada na wenye sifa za kujiunga na vyuo vikuu, bali walichokataza ni wanafunzi waliofeli kidato cha 4 na sita kujiunga na vyuo vikuu bila kuwa na vyeti vyenye sifa. Naibu waziri wa wizara hiyo, yaani ya elimu, uh, injinia Stella Manyanya ametoa ufafanuzi huo uliotokana, uh, kutokana na taarifa za upotoshaji ambazo zimekuwa zikienea katika mitandao. Na kwa upande wa takwimu, siku hii ya leo, maoni tuliokusanya ni zaidi ya 1500 na asilimia uh, sabini na tatu kati ya waliochangia wote wametoa maoni yao kukubaliana na ufafanuzi huo wa serikali kwa kuwa walikuwa njia panda, huku asilimia ishirini na saba wakikemea tabia ya upotoshaji inayofanywa kwa, kwa kuharibu na wakusema kwamba inaharibu imani ya watu kwa serikali. Lakini baadhi ya maoni, tukianza naye JJ, anasema asante kwa ufafanuzi, kwani taarifa hii uh, ilipotosha sana na kusababisha sintofahamu miongoni mwa watu wenye nia ya kujiendeleza. Wakati Ninga anasema naishauri serikali kuchukua hatua kali kwa watu wanaoshinda mitandaoni kupotosha umma wa Watanzania kwa tabia hii, kwani tabia hii haipendezi. Ndivyo wanavyosema hivyo. Tuelekee katika habari yetu ya pili na ni juu ya Umoja wa Ulaya yaani EU kuitaka serikali ya Zanzibar kurudi, ser, kurudi serikali ya Umoja wa Kitaifa. Ni Umoja wa Ulaya ni EU imetaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ili kusuluhisha mgogoro uh, wa kisiasa unaoendelea visiwani humo tangu uh, kumalizika kwa uchaguzi mkuu um, mwaka jana. Aidha, Umoja huo uh, uko katika mazungumzo na Rais Magufuli ili kuona uwezekano wa kukijumuisha katika serikali chama kikuu cha upinzani yani CUF. Hiyo ni kwa upande wa habari yetu ya pili, na kwa upande wa takwimu wa asilimia 65 wa wachangiaji zaidi ya elfu tatu na mia sita wameungana na matakwa ya umoja wa Ulaya yani EU, huku wakitoa sababu mbalimbali mbali, ikiwemo CUF kususa uh, uchaguzi na kudai kuwa EU wasiingilie mambo ya Tanzania, huku asilimia 35 uh, wakiunga mkono wanakuwa, kwa kuwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndiyo, wa kitaifa ndio mwarobaini wa mgogoro wa Zanzibar. Ayub Samuel anasema kwamba EU wasituingilie. Kama serikali ya umoja wa kitaifa imeshafanyika imeshafanyika kwa Hamad Rashid na wenzake, ambao walishiriki uchaguzi. Sasa wao wanataka umoja wa kitaifa kwa chama kisichoshiriki uchaguzi, ndivyo wanavyohoja. Wakati Gavana anasema kwa bahati mbaya, umoja wa Ulaya, EU, wanahitaji zaidi Tanzania, na kwa sasa na rais yuko tayari kufa njaa kuliko kupelekeshwa nadhani hili halitawezekana. Hiyo ni kwa upande wa habari ya pili. Habari ya tatu ni kuhusiana na ndege iliyobeba timu ya wachezaji wa soka kutoka nchini Brazil kuanguka huko nchini Colombia. Ni ndege iliyobeba wachezaji wa timu ya soka ya Chapecoense ya Brazil, imeanguka uh, asubuhi ya leo katika uwanja wa ndege wa Medellin huko nchini Colombia. Timu hiyo ilikuwa ikisafiri kwenda kucheza mchezo wa kwanza wa fainali wa kombe la Sudamericana dhidi ya klabu ya Atletico Nacional. Ndege hiyo ilibeba jumla ya watu 81, ambapo kufuatia ajali hiyo, shirikisho la soka la Amerika Kusini yani, uh, CONMEBOL imetangaza kusitisha michezo yote, na asilimia 80 ya wachangiaji wote 2200 wameonyesha masikitiko yao kufuatia uh, mkasa huo, na huko asilimia 20 wakilaumu wahusika wa safari za anga kwa kutotambua hitilafu ya umeme katika ndege hiyo kabla ya kuruka. Kwa upande wa maoni, tukianza naye uh, King anasema kwamba hakika huu ni msiba mzito kwa sisi wapenzi wa soka aa, na dunia kwa ujumla. Hakika ni majonzi mazito kwa familia zao na familia ya mpira wa miguu. Wakati Clay anasema ina maana hao watu wa masuala ya ukaguzi wa ndege hawakufanya check up kabla ndege kuruka. Inasikitisha sana kwa kupoteza wanasoka hao. Na hapo ndipo tunapofikia tamati ya jamii leo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ramadhan Ngoda, ni kusihi tu kwamba tuendelee kuwa nasi katika mitandao mbalimbali, mbali ya Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube kwa kuandika tu JamiiForums.